Mtuma anasema sala sallam, haingii peponi mtu amekata ndugu zake. Allahu akbar! Watu wengine wanakata ndugu mambo ya dunia tu. Msamehe mambo dunia, ni inabita. Ugomvi haishi siku moja, haja ilikuwa mimi yeye, amealika watu hajaniita, unakata ndugu yako kwa ubabwa tu. Sokiletu ubabwa yupo jamani, msosi ipo mambo hii msamehe, mambo dunia, msamehe, usikate ndugu zako. Ulamaa wanasema huenda unamkata ndugu zako kwa nukta tatu. Hii unamkata, ya kwanza, kama ndugu zako ni mchawi, uchawi wake imethibitika, sio kitu ya shaka shaka. Oh, usiku umeota ndugu zako anakuroga, ndoto haina haina tafsiri, ndoto ni shetani. Nukta kwanza narudia, ni wanafanya uchawi Awane, yeye mchawi au anaenda kwa wachawi, naomba nasaha, hata kusikia nasaha zako. Ndugu yangu, acha hii shirki, dhambi kubwa hii. Hataki huyu, utakaa naye mbali asikudhuru, na kukata kwako takee ndugu yote awamkate ili asikie viki. Nukta ya pili, huyu mtu ndugu yako anakudhuru kwa dini, yaani kila unaenda kwake ye hana dini, anaharibu akida yako, anaharibu dini yako hii, anaharibu culture ya watoto wako. Watoto wake ni kama wazungu, wazungu. Mwemba nasaha, ndugu yangu, watoto wako wanakuja kwao, kwa babako mdogo, mama mdogo, anakaa uchi, kunja pombe mbele yao, anavuta sigara, ataharibu tabia ya wa watoto wako, sio na kuathiri wewe. Huyu nasaha, kwanza acha acha, hii acha mgobe, Mungu mekataa Utakata kwa muda sio kukata moja kwa moja, ili asikie vibaya. Na nukta ya tatu, kama ndugu yako anakuudhi manani yake anaku, kila anakuja anakutukana haachi, ni hii tabia yake mpaka anaudhika, na hii ukanae mbali, sio kumkata moja kwa moja, na wewe usiingie ku, kugombana na yeye nayayeyeye, si mara vizuri, utakuja ugomvi hapa Utakaa kwa muda hiyo, kwa muda lakini, ulama wanasema utaendelea kumwombea Mungu ambe hidaya, na utaendelea kama utamwona utafikishia nasaha.